Yes bwana, kama kawaida tulistopu kidogo na video kwa sababu kuna mambo kidogo aliingiliana. Sasa hivi tunaendelea kama kawaida na video zetu, kama mnavyoona hali ya hewa na hili ndama snow inaanguka sasa hivi, na mimi nenda humu, nakwenda kupata kahawa kidogo Mana eh, nimelala ndani mule, njaa imenipiga kwelikweli. Samahani ijanipate kahawa kidogo hapa, nakuleja vileja punguze njaa kwanza kabla kuja kucha. Na hivi ndio vitu ambavyo vinapatikana hapa, kuna, kuna donati za posi na nini bei rahisi, yani hivi ni vitu ni bei rahisi kwelikweli, zina bei hata kidogo. Nimekaa ndani njame nipia, kwa maana nimepata kahawa kidogo. Uh, sure. uh, sure. okay, right. uh blueberry?

hii ni kofi. Hii ni kofi inaitwa Tim Hortons. Hii ni kofi ya maziwa, lakini so kofi za kwetu kule, na barafu inaanguka hiyo ni kipindi hicho, sipo kwa makini, unanenepa fasta kwa sababu muda mwingi njaa inakupiga hapa. Sasa hivi ni saa saa tisa, nimekaa njaa imenipiga, nachio no hata kulala. Nikaona bora nitoke hapa, nitakunywa kahawa kwanza kisha nitalala ano nitaswali kwanza fundolala. Kwa video zinakuja, nilistop kidogo kutokana na mazingira na pia nilipoteza simu. Kwa video nyingi zilikuwa mzima kwenye simu moja hiyo. Sasa hivi video zitaendelea kama kawaida. Sheria hapa, ukavuke pale, lakini misipati sheria, nasubiri hadi pitie hapa hapa. Hichi ni kipindi cha snow, kipindi kizuri cha kuchukua video, yani video zinatoka vizuri. Nimekwenda kuchukua simu mpya potea. Acha nivuke nikapumzike. Jamani, video zinakuja. Bora nkabonyeze pale, maana nkisema pata sheria hapa, nkisema sifate sheria, mara nagongwa. Kwa unabonyeza hapo, inawaka pale, unaruhusiwa una kupita, lakini pale sasa hajaruhusu, wasiweze kupita lakini kwa sababu gari hakuna na huku hakuna, zinakuja kuanzia, zinakuja kesho video kama kawaida, no kuanzia wiki ijayo, kwa sababu kesho bado ni mambo sawa, lakini rekodi hizi video za kawaida kuanzia kesho kutwa, video rasmi zinaanza. Hiyo nitakia siku njema.